tuangalie namna ya kugundua anwani. Unawezaje kugundua anwani au kusudi uliyobeba kwenye maisha? Asilimia ni tisini mpaka tisini na nane wanadamu wote wakufa, hawajaishi kusudi wao duniani. Wengi wanaishi maisha ya kukopi na kupesti, yaani, kwa sababu ameona fulani amesomea udaktari kwa sababu Bibi Nyagawa alisomea udaktari, naye akamwambia mwanaye akikusa kusomewa udaktari, nipoliona anampishanisha mtoto na kusudi wake. Na kama mtoto hakutakiwa kuwa daktari, akisomea udaktari hata kuja kupata kazi hata sikumalia basi, kwenye mzungumzi kwa mbeli kama mtoto alizaliwa kuwa fundi redio, yeye akaenda kusomea uwasiki, hicho cheti akaa kinachokaaa mpaka siku atakapogundua kwamba kuwa fundi redio ndio kusudilani Na ndio maana watoto wetu wanahangaika kutafuta kazi na wakati, kwa sababu sio kazi sio kusudi lao.